Kama ulikuwa mtoto basi nikukumbushe tu kuna filamu ambayo watoto wote kipindi chetu tumeitizama. Unajua ni filamu gani? <laughs> Anyway, ni filamu inaitwa Deadly Prey. Ni filamu ambayo imeigizwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba. Imagine, ni filamu ambayo mimi nilikuwa najua imeigizwa muda mrefu lakini nilikuwa sifahamu imeigizwa mwaka gani. Sasa, kama haujui filamu ya Deadly Prey, ni filamu ambayo inamzungumzia jamaa mmoja anaitwa Michael Kipense. Ukisikia vijana umri wetu wanazungumzia sijui Michael Kipenzi, wanamfahamu Michael Kipenzi, basi ujue ndo kipindi ambacho tukiwa tunakuwa katika vibanda umiza tumetizama sana filamu ya Michael Kipenzi, jina lake inaitwa Deadly Prey. Sasa nikukumbushe tu kama haujawahi kutizama ama kama umesahau, nimetamani leo kukumbushia filamu za kitambo na tujaribu kuangalia nini ambacho kilikuwa kinatokea katika movie za zamani huko. Filamu hii inazungumzia jamaa mmoja ambaye jina lake kamili anaitwa David Hogan. Huyu alikuwa ni mwanajeshi mstaafu. Sasa kuna kikundi kingine kilikuwa kinaitwa paramilitary, kilikuwa kinachukua watu ambao wako strong kiasi fulani, kinawatupa msituni, alafu kinaenda kuwafanyia mazoezi. Imagine. Jamaa wanakuambia kwamba tunakuchukua tunakutupa msituni, hakikisha msituni hapa unatoroka salama. Umo ndani ya msitu kuna mabomu humo ndani ya msitu kuna e, hawa wanajeshi wa para wa kutosha. Kwa hiyo wakikukuta wanakumaliza, wanaenda kumuinda mtu mwingine, wanamchukua, wanamweka msituni, wanamfanyia mazoezi. Sasa ndo akaenda kukutana na huyu jamaa ambaye kwenye hii movie ameigiza kama Michael, lakini jina lake kamili anaitwa David Hogan. Wakamchukua Michael, wakamtupa msituni ili waende kumfanyia mazoezi, bila kujua kwamba wamemfungua simba kwenye banda lake. Wamemuingiza mstuni, unadhani watatoka salama kweli? kweli yao ndo kitu ambacho kilitokea kwao. Wakamchukua eh, David Hogan wakamtupa msituni ili wamfanyie mazoezi. Cha ajabu, mshikaji alikuwa hana bastola hana bunduki hana mshale hana kitu chochote kile. Aliingia msituni yeye kama yeye jamaa. Kilichotokea ni kwamba alivyoingia msituni, jiwe mbao, sijui mshale, ndivyo vilikuwa silaha yake, lakini mashikaji walikuwa wako full na mabomu na bastola na kila kitu kwa hiyo jamaa akaanza kuonyesha unyama akaanza kuua wanajeshi wa para mmoja baada ya mwingine. Sasa jenerali mkuu ambaye ndiye katoa oda kwamba huu jamaa awindwe anapewa taarifa kwamba bana e, yule mshikaji ni sio yule mshikaji ni mnyama, mbona anatuulia wanajeshi wetu, na yeye afariki. Aha, mshikaji akadata, akaona ngoja nitafute helikopta, huyu jamaa tumtafute kwa ndege. Ndege zunguka sana zunguka sana, lakini hawakufanikiwa kumpata. Ikabidi jenerali mwenyewe ndo aingie msituni kumtafuta. Kuingia msituni inaanza vita kati ya Michael na generali, kati ya David Hogan na generali. Of course, nikukumbushe tu hii ni filamu ambayo imetoka miaka mingi sana lakini mimi huwa na enjoy sana hadi leo kuitizama kwa sababu ni filamu ambayo production ilikuwa iko vizuri. Wenzetu walitupita mbali sana kwenye production. Yaani fikiria filamu ya mwaka elfu moja na mia nane huko, lakini mpaka leo ukiitizama ni filamu ambayo ina HD. Hii ni filamu iliyotoka mwaka 1987 lakini leo hii ukitizama unaenjoy kwa sababu ni filamu ambayo ni HD. Anyway, sasa katika story yetu hii pia tunajikumbusha kwamba jamaa walimchukua mshikaji ili waende kumwinda wamfanyie mazoezi katika jeshi lao ambalo eh, ni jeshi la paramilitary. Lakini cha ajabu kwamba David alipoingia yeye msituni akaona hapana msinitanie mimi, ndio nitawawinda. Ina maana akawageuzia kiki, akawageuzia ki, ki, akawageuzia kipigo David mwenyewe ama Maiko, Maiko, Maiko Kipensi ndo akaanza kuwawinda wenyewe. Imajini mbungi lilikuwaje? Mimi nadhani unaikumbuka hii filamu. Kama ulikuwa umeisahau kidogo, hebu nikumbushie na wewe katika boksi la komenti hapo chini, kwamba kitu gani ambacho ulikuwa unakipenda zaidi na unakumbuka momenti, momenti gani katika filamu hii ya Deadly Prey, filamu ambayo sisi tulikuwa tunaiita filamu ya Maiko Kipensi na wengi tulikuwa hatuijui jina lake tulikuwa tunasema tu tunaenda kuangalia movie ya Maiko Kipensi, lakini filamu ilikuwa inaitwa Deadly Prey, iliigizwa na kutolewa rasmi mwaka 1987 ikiwa ni filamu ya action lakini na thriller, filamu ambayo imechukua muda wa saa moja na dakika ishirini na nane. Niambie na hapo chini kitu gani kikubwa ambacho ulikuwa unakipenda ukiitizama hii filamu. Je, unaimisi? Je, umeitizama mara mwisho ni lini? Karibu sana. Mimi naitwa Jimmy Godfrey Frey, hii inaitwa Bongo Star Media. See you next time, let me say for today we end up, bye bye.